Mtazamaji wetu popote ulipo na unapotufuatia matangazo haya, mimi ni Richard Steven, tupo katika viwanja vya Usagara mkoa wa Tanga jijini Tanga, kubwa zaidi katika wiki ya maadhimisho ya wiki ya huduma za kifedha kitaifa. Maadhimisho haya leo ndio siku rasmi ambapo yanafunguliwa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha. Nini hasa anakwenda kukizungumza katika ufunguzi wa maadhimisho haya? Karibu moja kwa moja ukapata kumsikia Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha. Ndugu wananchi, leo tunapoadhimisha wiki ya huduma za fedha kitaifa, tunafanya hivyo tukiwa na ujumbe mmoja mahususi, kwamba huduma za fedha si za watu wachache, bali ni haki ya kila mwananchi kutumia huduma sahihi za kifedha kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Wiki ya huduma za fedha kitaifa si maonyesho ya kawaida bali ni darasa la taifa la elimu ya fedha kwa jukwaa la kuwakutanisha na kuwaunganisha wananchi, watoa wa huduma za kifedha, wakiwemo masoko ya mitaji na dhamana, kampuni ya bima, benki, sakosi, taasisi za huduma ndogo za fedha na mifuko ya uwekezaji. Aidha, maadhimisho haya yanatoa fursa kwa wananchi kukutana na wasimamizi wa sekta za fedha ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania, mamlaka ya usimamizi wa bima, mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, mifuko ya hifadhi ya jamii, mradi wa tume ya maendeleo ya ushirika, yaani TCDC. Ndugu wananchi, serikali kwa kutambua umuhimu wa sekta ya fedha, imeandaa na kusimamia utekelezaji wa sera, sheria na miongozo mbalimbali mbali ikiwemo mpango mkuu wa maendeleo wa sekta ya fedha wa mwaka 2021-22 mpaka 2029-30, programu ya elimu ya fedha kwa umma ya mwaka 2019-20 21 mpaka 29 30, lakini programu ya elimu ya fedha kwa umma ya 2019 25 na 26 na mkakati wa upatikanaji wa rasilimali ya fedha kwa wajasiriamali wadogo na wakati wa mwaka 2023, 24 mpaka 2028, 29 na mpango jumuishi wa upatikanaji wa huduma wa fedha wa mwaka 2023, 2028. Ninayo furaha ku kuutaarifu umma wa Watanzania kuhusu taarifa ya hivi karibuni kutoka Umoja wa Ulaya ni kuwa Tanzania imeondolewa rasmi kwenye orodha ya nchi hatarishi kifedha y yani high risk, risk. Hatua hiyo inathibitisha imani ya kimataifa juu ya mifumo ya kifedha ya nchi yetu. Mafanikio haya yanatokana na juhudi kubwa za Tanzania kuimarisha na kudhibiti utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ujangili hadi kuondolewa kwenye listi hiyo ambayo nyingine ni FATF grey list mwishoni mwa mwaka 2025. Kutokana na hatua hiyo, biashara na miamara ya kifedha kati ya Tanzania na nchi za Ulaya itakuwa rahisi zaidi, haraka na yenye gharama nafuu ifikapo tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Vilevile hatua hii inafungua milango mipya ya uwekezaji na inaongeza ushindani wa bidhaa zetu kimataifa pamoja na kuimarisha nafasi ya Tanzania, e, kama kitovu salama cha biashara barani Afrika. Ndugu wananchi, baada ya maneno haya ya utangulizi kwa niaba ya Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari, Natamka rasmi kuwa maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ya mwaka 2026 ni rasmi yamefunguliwa. Hakika mheshimiwa naibu waziri wa fedha amezungumza vitu muhimu sana ambavyo mwananchi anaweza kuvipata endapo atakuja katika viwanja hivi vya Usagara kwa ajili ya kujipatia elimu. Elimu hii inayokwenda kumsaidia kukuza uchumi wake kijamii na taifa zima kwa ujumla. Lakini mwenyeji wa maonyesho haya kutoka wizara ya fedha, naye anasema nini kuhusiana na maonyesho haya? Ndugu mgeni rasmi, malengo ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ni kujenga uelewa na weledi kwa umma katika matumizi sahihi ya huduma za fedha zinazotolewa ili kujenga uchumi na kuondoa umaskini wa kaya na jamii kwa ujumla, kuimarisha ufanisi wa masoko ya fedha kupitia elimu ya fedha, kuongeza upatikanaji wa huduma za fedha, kutoa elimu ya kuwezesha kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha, kuwawezesha wananchi kusimamia rasilimali fedha vizuri kuwezesha wajasiriamali wadogo wakiwemo wanawake, vijana na watu maalum, namna bora ya kutunza fedha na kuendeleza biashara, lakini vilevile kuimarika utamaduni wa kujiwekea akiba kwenye maeneo mbalimbali yaliyopo katika sekta ya fedha, kukopa na kulipa kwa wakati, lakini vilevile kuongeza mchango wa sekta ya fedha kwenye uchumi. Ndugu mgeni rasmi Walengwa wa wiki ya huduma za fedha kitaifa ni majukwaa ya wanawake kiuchumi ambao tumeshuhudia wako hapa, watumishi wa umma, wanafunzi, wakufunzi, wanawake, watu wenye mahitaji maalumu, wajasiriamali wadogo na wakati asasi za kiraia, wahariri wa vyombo vya habari na watoa huduma za umma kwa ujumla. Tunajua vyombo vya habari ina mchango mkubwa sana wa kufikisha elimu ya fedha kwa kutumia teknolojia, makundi mbalimbali mbali ya WhatsApp yaweze kutumika basi kama kutoa elimu ya fedha na mambo mengi ambayo wataachukua katika kipindi cha wiki nzima tutakayokuwepo hapa Tanga. Ndugu mgeni rasmi, katika hii wiki ya huduma za fedha, wapo watoa huduma ambao wanatoa elimu ya fedha na hawa watoa huduma ni kutoka kwa wasimamizi wa sekta ya fedha, wizara za ya fedha na wizara nyingine zinazohusiana na masuala ya fedha. Zipo taasisi mbalimbali mbali za fedha, asasi zio za kiraia, bodi za, za wataalam, tunavyo mbalimbali vile vile vinafundisha, taasisi za utafiti na washirika wa maendeleo, lakini vile vile tutatumia majukwaa ya kidijitali Mfano simu za kiganjani, mitandao ya kijamii, redio, TV na magazeti, pamoja na burudani ambayo tumeisikia imeleta ujumbe wa elimu ya fedha kwa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, matokeo ya elimu ya fedha, lakini kwa kawaida ambayo tuliona kwa kikubwa ni kuongezeka kwa, kwa mchango wa sekta ya fedha kwenye ukuaji wa uchumi. Katika zile sekta zinazokua basi mojawapo sekta ya fedha inaongoza lakini vile vile tumeongeza bidhaa bunifu katika utoaji wa huduma za fedha hususan kwa njia ya kidigitali. Tunaona kweli kampuni nyingi za simu zinashirikiana na watoa huduma za fedha kutoa huduma za fedha za kidigitali. Lakini vile vile tumeona kwenye masoko ya mitaji kuongezeka kwa idadi za bidhaa ambazo zina sokoni ikiwa pamoja na kuongezeka kwa mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Ndugu mgeni rasmi, Matarajio yetu ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ambayo yanafanyika hapa mkoani Tanga, tunategemea yaanze katika ngazi ya mtu binafsi, ili mtu binafsi basi, anapofundishwa masomo ya fedha aweze kujielewa na hela zake anazozipata. Lakini tunategemea kwamba watumiaji wa huduma za fedha katika mkoa wa Tanga wataongezeka, lakini vilevile vile tutaona kwamba Tanga na wananchi wake wote watatumia masoko ya fedha. Kwa hiyo tunategemea pia watashiriki katika minada ya hati fungani inayofanywa na serikali pamoja na makampuni pamoja na kuongezeka kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Tunategemea Tanga watashiriki katika uwekezaji kwa kutumia mfumo wa kidigitali na akiwa nyumbani kwake tu anaweza akanunua hisa, akanunua hati fungani. Mtazamaji wetu, hayo ni machache kati ya mengi endapo ewe mkazi wa jiji la Tanga utasogea hapa katika viwanja hivi vya Usagara na kupata elimu hii ya masuala mazima ya fedha. Elimu hii itakuwepo hapa kwa muda wa wiki moja. Ni nafasi yako sasa kusogea hapa, ili mwisho wa siku uweze kutumia elimu hiyo katika kujiinua kiuchumi zaidi. mimi ni Richard Steven. kwa niaba ya timu nzima hatuna la ziada, tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata.